kwenye msikiti mkuu wa Ijumaa kwenye kijiji cha Mbezi Msufini, kata ya Mbezi, tarafa ya Shungubweni, wilaya ya Mkuranga, kwa niaba ya hayatul ulama ikishirikiana na uongozi wa msikiti huu tutakuwa na dua ya pamoja, dua ambayo tumelenga kumwomba Allah subhanahu wa taala, na ndio njia pekee ambayo mwislamu anapaswa kuifanya. Mwislamu akiwa na magumu yake, akiwa na mahitaji yake, kimbilio sahihi ni kwa Allah subhanahu wa taala, na sisi kwa kuangalia maslahi mapana ya umma wa Tanzania, haijalishi waislamu na wasio waislamu, kwa sababu amani ikiwepo, wanufaika ni wote. Na Allah tulinde amani, inapotoweka pia wanahudhurika ni wote. Sasa dua hii tutaielekeza kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tukimwomba atudumishi katika amani na utulivu na mshikamano, na kwa kuwa amani yetu imejeruhiwa kwa vurugu ambazo zimefanywa tarehe ishirini na tisa au kwa kumbukumbu kumbu rahisi, siku ya uchaguzi na baada yake, tunakiri kwamba imetikiswa. Sasa tunamwomba Mwenyezi Mungu aturejeshe, aidumishe, atupe mazingatio na ya hayo yaliyokwisha tokea. Ni vurugu na hatuna jina lingine zaidi ya neno vurugu. Sisi kwa umri huu tunazijua taratibu za nchi. Hata ikibidi kuandamana, tunajua kile ambacho kinaitwa maandamano. Maandamano kwa mujibu wa sheria za nchi yapo kisheria, lakini ili yawepo kisheria, aidha yawe na kibali kutoka mamlaka husika au yatolewe taarifa na kuridhiwa na mamlaka husika. Maandamano yanajulikana wapi anaanzia na anaishia wapi, kama malalamiko ni nani mlalamikiwa, vyombo vya ulinzi na usalama vitayasimamia vitayaongoza, vitahakikisha kwamba wenye lengo la kuandamana wameandamana kwa salama na wamefika walipopakusudia kwa salama na ujumbe wao wameufikisha kwa salama, lakini humo wanamopita mtakuwa mko salama. Lakini haiwezi kuitwa maandamano, na itakuwa ni kuziviza akili za huyo anayesema maandamano, endapo watu hao wamepita wakiharibu, wakivuruga wakiangamiza mali za watu binafsi, mali za umma, mali za serikali ambazo wenyewe ndio sisi wananchi wa kawaida kupitia kodi zetu na tozo mbalimbali, lakini pia hata miundombinu, pia hata mali za watu binafsi. Watu wanaopita wakifanya haya wanakoenda hakujulikani, lakini kila walipopita wameacha athari mbaya kwa kweli. Kuita ni maandamano ni kuiviza mtu akili. Yako mwenye akili timamu hawezi kabisa kuyaita maandamano, ni vurugu na ghasia. Sasa sisi haiatul ulama tunalaani vikali vurugu zilizotokea, na tunaomba Mwenyezi Mungu atulinde zisitokee tena. Tunalaani waliohusika kikamilifu kushiriki kwenye vurugu hizo, lakini tunalaani kama wapo walioziandaa vurugu hizo. Ni vurugu ambazo zimepelekea vifo vya watu wengi, watu ambao tunaamini kwa tabia ya vurugu wamo wasiokuwa na hatia, lakini kuna mali za watu zimeangamia. Watu ambao tunaamini mali zao zilizoangamia nyingine, kwa kuangamia zimepoteza mamia ya ajira za watu. Kwa hiyo, kwa akili sahihi, ni jambo ambalo limetuuma sana sisi Hayatul Ulama nchini Tanzania na tukiwa hapa katika kituo chetu cha msikiti wa Mbezi na kituo cha maendeleo endelevu, tuna laani yaliyotokea hayo maovu, lakini pia tunasononeshwa na tuna uchungu na huzuni kubwa ya vifo vilivyotokea vilivyochagizwa na ma, na vurugu hiyo ambavyo tunaamini kama tulivyosema wapo wasiokuwa na hatia ambao wamepata madhara kwa kufa kwa kujeruhiwa kwa kuumizwa kwa kufadhaishwa. Tunaamini baadhi yao hadi leo wapo hai wagonjwa, lakini hata kuna wengine waliokufa wamekosa fursa ya kuzikwa na wapendwa wao, sababu mtu akifaa katika vurugu ni tofauti na vifo vinavyotukuta mahospitalini. Mtu hospitalini anajulikana mgonjwa huyu ameletwa na nani, jina lake nani, akiwa hai au amekufa, atataarifiwa nani. Ni tofauti kabisa na mtu anayekufa katika vurugu, ndugu yake hajui kama ameshakufa, na huyo aliyekufa hatujui ndugu yake nani, kwa sababu hakuna mtu anayeshiriki vurugu akiwa anajiorodhesha kwamba mimi, akinitokea makubwa, mwambieni fulani tunaamini kwamba utu wa mtu umevurugwa pia katika haya, kwa sababu utu wa mtu kwa mujibu wa Uislamu anaheshimiwa, anakirimiwa, anathaminiwa awe yu hai au awe amekufa. Sasa mazingira kama hayo yanapelekewa baadhi ya wafu kukosa haki zao stahiki kwa mujibu wa dini ya Mwenyezi Mungu. Kwa nini wamekosa? Kutokana na vurugu. Tunasikitishwa sana, tunawapa pole wale wote ambao wameondokewa na ndugu zao na wapendwa wao katika janga hili, na wale walioondoka ambao kwa mujibu wa imani zao kama wanastahiki rehma kwa Mwenyezi Mungu tunawaombea rehma. Wale ambao hawastahiki basi, Mwenyezi Mungu maamuzi anayo mwenyewe. Lakini sisi kwa ujumla, kwa kupotea watu, tumesononeshwa sana na tumesikitishwa sana. Kwa upande wa pili, tunapongeza juhudi ambazo zimechukuliwa na zinaendelea kuchukuliwa na viongozi wa nchi za kujaribu kutuweka sawa katika janga kubwa hili ambalo limetokea ikiwemo kuundwa tume huru hii ambayo ichunguze. Tuna hamu sana kusikia na kujua ni akina nani hao waliratibu maovu haya kiasi kwamba wakashiriki vijana wetu na watu wengine, yakatusababishia jeraha kubwa katika nchi yetu na maafa makubwa ambayo athari zake naamini zitatuchukua muda mrefu. Wapo wengi ambao tumeathirika kisaikolojia kwa kuyashuhudia mambo ambayo hatukudhania wala hatukutarajia kuwa yatazuka na kutokea katika nchi yetu ambayo Allah alitupa utulivu wa kudumu. Tunawapa pole waliofiwa na waliopoteza ndugu zao, tunawaombea Mungu majeruhi wapone haraka iwezekanavyo, lakini tunalaani na tunataka iwe ni fundisho, tusithubutu kushiriki wala kuchangia kwa namna yoyote vurugu ambazo tumeshaanza kuona matokeo yake. Moja ya madhara siku ya Ijumaa baadhi ya Waislamu kwa vurugu zile hatukuweza kuswali, na Jumapili yake wenzetu baadhi yao hawakuweza kusali. Kwa hiyo vurugu zile, watu wa kuswali hawakuswali, na hata watu wa kusali pia walikuwa hawakusali. Tatizo nini? Ni zile vurugu. Tunaomba Mwenyezi Mungu, wale wote wanaoitakia mema nchi hii, tuiombee Mungu ile tume iliyoundwa na Mheshimiwa Rais kuchunguza jambo hili aipe busara na hikma na uoni wa mbali, ili ibaini ni akina nani hao waliratibu jambo lile na kwa makusudi yapi. Na tunamwomba Mwenyezi Mungu nia zao mbaya hizo azidhibiti, isiweze kutuletea maumivu ya ziada. Lakini kwa upande wa pili, ningependa kuwaasa watu, Mwenyezi Mungu katika tunu kubwa alizowatunuku wanadamu ni amani na utulivu na inapochezewa amani na utulivu Mwenyezi Mungu hahurumii nchi. Makka Almukarama, kuna kipindi watu walichezea amani, na tunaamini Waislamu hakuna ardhi tukufu wala nchi tukufu kuliko ardhi ya Makka. Mwenyezi Mungu aliweka katika amani kubwa na utulivu. hakuna ardhi ya kilimo lakini Mwenyezi Mungu amejenga miundo mbinu kila kinacholimwa huletwa pale watu wa makka walilewa amani wakaichezea amani ikachafuka amani ilipochafuka Mwenyezi Mungu hakuangalia hii makka wala nini alitandika akaiadhibu tunasoma katika Qur'ani tukufu aya ziko nyingi zinazoonyesha umuhimu wa amani lakini Mwenyezi Mungu anasema wakaayin min qaryatin, miji mingapi mingapi, hapa anaashiria moja ya miji Makka, kanat amina mutmainna, ilikuwa katika amani na utulivu. Yatiha rizquha kulla hini, inajia inajiliwa na riziki zake kutoka kila kona kila wakati. Fakafarat bianumllah, nchi hii ikakufuru neema za Mwenyezi Mungu, haikuzithamini, ikachezea neema, ikaichafua. Kilichofuatia nini? fa adhaqaha Allahu, Allah akaionjesha hiyo Makka libasa aljuu walkhauf, vazi la njaa na hofu. Ile shida hakuifanya kama kitu cha mpito, kama nguo Maka ilivishwa vazi la nini njaa na hofu. Na sisi wa Tanzania tuliona siku tatu zile, tulionja njaa na hofu, hatukuonja semeni? Siku ngapi zilikuwa? hazikuzidi tatu, nne, tano, lakini tayari tuliona na mpaka leo tuna hofu. Sasa ndio maana tumeona sisi hayatul ulama ni jambo la busara, kama watu wana sababu zao waangalie ni. Kuna mtu mmoja ni mtaaluma kimasomo, lakini nathubutu kusema mpumbavu. Mmoja aliwahi kusema bwana, unajua bwana haki zinadaiwa wakati mwingine kwa namna hiyo, akatoa mfano wa hayati Nelson Mandela yule, unajua alipambana mpaka akafungwa na nini. Nikamwambia tatizo la Watanzania tunasahau sana historia mbali ya kuwa ni vivu wa kusoma, lakini pia hata tunaposoma tunakuwa ni wavivu pia wa kukumbuka historia. Nelson Mandela yeye alikuwa anapambana na, na walowezi wavamizi, watu wamelowea, wakandamizi kina Ian Smith hawakuwa wazalendo wa Afrika ya Kusini. Ian Smith na wenzake walikuwa ni wavamizi, wamelowea katika nchi ile. Hakuna utaratibu, haukuwepo utaratibu wa kuwaweka madarakani wala haukuwepo utaratibu wa kuwatoa madarakani. Picha ile msomi, na huyo mtu ni msomi wa kidunia, msomi aliyebobea, hawezi kufananisha mapambano ya kina Nelson Mandela dhidi ya kina Ian Smith ufananishe na sisi sisi. Kama ilivyotangulia kwenye tamko, wazee wetu walipambana kwa lugha nzuri na Allah akatia taufiki, tukapata kile ambacho tumekikubali kuwa ni uhuru, na tukakubaliana taratibu za kubadilishana kijiti, tumezikubali na ndio hizo ambazo zinafuatwa, zinapaswa kufuatwa. Miongoni mwa historia tunazozisahau, hizo kamati zenu na tume za uchaguzi ndizo ambazo hawa wanaopiga kelele wanatusababishia madhara. Walikuwa baadhi yao wana wabunge zaidi ya 40 ndani ya bunge hili, lakini kwa kuwa walikuwemo hizo tume zilizowafikisha huko waliziona zinafaa, ila hazifai baada ya wao kuta kuwepo. Tunasema sisi tunalaani mtu yoyote yule ambaye anaona vurugu, ghasia ndiyo njia ya kudai haki, na katika dua hii tutamkabidhi Mwenyezi Mungu watu wa aina hii awashughulikie. Ni kweli dua yetu imejumuisha Leo ni siku ya Ijumaa, moja katika siku tukufu za wiki. Tutamwomba Mwenyezi Mungu kwa mioyo yetu na kutamka kwa vinywa vyetu, lakini pia hatukufanya kafara. Allah anatuambia mkitaka kuomba, pia mnatafuta vile vya kuwasogeza kwa Mwenyezi Mungu, vya kujipendekeza kwa Mwenyezi Mungu. Sisi hayatul ulama tumefanya vichinjo, tumechinja hapa ng'ombe wa nane, tutagawa sadaka kitoweo kwa waliopo hapa hii sadaka yetu tunakuomba Mwenyezi Mungu, tunajipendekeza kwako ili utukubalie dua yetu. Dua yetu tunaomba nini? Allah atudumishie amani ya nchi yetu, atukarabatie na atuponye majeraha iliyojeruhiwa nchi yetu na waovu wenye nia mbaya, wawe ni wa ndani au wa nje. Tunamwomba Mwenyezi Mungu awashughulikie kwa nguvu zake kama alivyoshughulikia wale ashabu lfil waliokuja kutaka kuisumbua alkaaba akawadamirisha. Na sisi tunawaomba, tunamwomba Allah awadamirishe wasitusumbue. Hiyo ndio nia yetu, hatumlengi mtu kwa jina lake wala kwa chama chake. Tunasema mtu yeyote mwenye nia na dhamira mbaya ya Tanzania hii na Watanzania, basi huyo tunamtua kwa Mwenyezimungu ya Rabbi tudhibitie huyo mtu asituletee madhara. Hii ndiyo nia ya dua yetu hii na sadaka yetu, siyo tambiko. Sadaka katika uislamu ipo, unaumwa, unaweza ukatengeneza sadaka ili kumwomba Mwenyezi Mungu ya Rabbi, najipendekeza niponye jeraha yangu. Na sisi hayatul ulama, sadaka yetu hii ambayo tumeiandaa tunaigawa tuna, tuna, tukimwomba Mwenyezi Mungu ya Rabbi, hili jambo jema kwa wema huu tuonee huruma sisi, tunaoomba waja wako, utukubalie dua yetu. Tunaomba nini? Turejeshe amani katika nchi yetu, iimarike. Wale wenye nia mbaya, usiwawezeshe kufanya, bali visirani vyao, nia zao mbaya ziwasibu wenyewe, wadhurike wenyewe, na wasidhurike katika mikono yetu, wadhurike wenyewe, kama ulivyowadhuru ashabul fil. Hii ndiyo nia. Na hili nimeona niseme neno la utangulizi, kumalizia neno la utangulizi katika dua, ni kwamba vijana na hata watu wazima, maovu ni sumu. Sumu haionjwi. Inaweza kuonjwa sukari, chumvi, kuona nyingi au kidogo, lakini ma, ma, mambo mabaya ni sumu. Kwa hivyo hayajaribiwi na Waislamu. Kuanzia sasa hai atunaomba Muislamu kila anaposali iwe adhuhuri iwe alasiri iwe maghribi, ukishasali omba Mwenyezi Mungu. Uko karibu, amfanya jambo, mwombe Mwenyezi Mungu, atuendelezee hii salama, isiwe jambo la leo tumelizindua tu, lakini dua, uko peke yako, uko kichochoroni, omba Mwenyezi Mungu atudumishe katika amani. Lakini pia tunasema viongozi wetu tunawakubali, tunawatambua Itakuwa ni upumbavu majaji wale ambao waliapisha hata maraisi na wakakubalika, iwe majaji wale hawawezi kuchunguza uh, uh, uhuni na vurugu zilizofanywa ndani ya nchi. Tumkubali mtu kwa sababu ya uzungu wake, atoke huko, hiyo kiburugu haijui hiyo manzese haijui, anategemea apate kutoka kwetu, ndio huyu anaweza, mnampa sifa ya uungu huyo. Mtu katoka huko pengine Tanzania ndo kwanza atakuja leo, awe yeye ana uwezo wa kujua pale Manzese mfu mmoja alipigwa pale na mshale, na ilikuwa kadhaa huyu mwingine? Lakini hawa watu walio ndani ambao miaka nenda miaka rudi, ndio hawa hawa tusiwaamini? Itafikia siku, mniwie radhi, hata mtu akitaka kumwingilia mkewe itabidi akapate ushauri kwa mzungu, jambo ambalo ni kipumbavu kabisa. Sisi kama hayatul ulama Hatukubali ujinga huo, na asilimia kubwa ya baadhi ya viongozi wa dini wanaoshawishi wenzao wao kwenye makambi yao huko, wametulia wake kwa waume, yao yanawaendea. Ndio maana kwenye zahama kama hizi hamwaoni mitaani. Tumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya maneno haya ya utangulizi, tuelekeze nyoyo zetu kwa Mwenyezi Mungu, tukiamini Allah anaweza kila kitu. Tumwombe Mwenyezi Mungu atudumishe katika amani.

E Mwenyezi Mungu, wale ambao umewapa mtihani wa kuongoza ngazi zote, iwe ni taifa, iwe ni mkoa, iwe ni wilaya, iwe ni tarafa, iwe ni kata, iwe ni kijiji, iwe kitongoji, waongoze, washike mkono, wafanye yale mema ya kukuridhia, yenye faida na maslaha mapana kwa nchi yetu na raia wake, ya rabbal alamin, waepushie shari za siri na za dhahiri wabaya wetu tuwajue kama ambavyo tunaendelea kuwajua Amin. Usitufiche tukakosa kuwajua uwavize uwadamirishe kama ulivyowadamirisha ashabul fil Amin. Kwa vidudu vidogo vidogo Amin. Kwa ukarimu wako ya, ya arhamar rahimin. Hapa hatuwalengi watu kwa dini yao, we Mwenyezi Mungu unajua dini hii, tunaishi kwa amani na salama Amin. Watu wa dini zote waislamu na wasiokuwa waislamu wenye dini na hata mapagani lakini, hatuko tayari ya Rabbi, kutuweka pamoja na watu ambao hawaitakii mema nchi yetu. Mwenyezimngu subhanahu wa taala, wewe unawajua vizuri Mwenyezimngu subhanahu wa taala, wewe ndio unayewaruzuku. Tunaomba Mwenyezimngu usiwaruzuku nguvu za kutusumbua sisi. Tunakuomba Mwenyezimngu uwavize washindwe, wakhizike ya rabalalamin, birahmatika ya dhaljalali walikram ya dhal judi wal imtinan, tunakuomba kupitia majina yako matukufu Amin. yale uliyotujulisha 99 na sifa zako zilizotukuka, ujalie Tanzania hii iwe chini ya uongozi wako Amin. kwa maana uilinde Amin. uinusuru Amin. uwape ustawi Amin. watu wake ya rabba alalamin utujalie ya rabbi Amin. dawa ya kutibu majeraha yetu Amin. kwa haya maovu yaliyojitokeza